Ha, leo nimwaletea mada inayosema Je, yes, Samia Suluhu Hassan ni msomi au sio msomi sasa? Mimi nasema Samia Suluhu Hassan sio msomi. Narudia tena, Samia Suluhu Hassan sio msomi hata robo. Sasa kuna mtu anauliza, ah, kama sio msomi imekwaje kapewa ka PhD imekwaje anaitwa daktari? Nisikilize mimi nitakwambia, nisikilize mimi mpaka mwisho, nitakueleza ndugu wa Tanzania. Unajua elimu yetu imeharibiwa Elimu yetu imevurugwa kwa kiwango ambacho ni vigumu sana kujua huyu ni msomi au sio msomi kwa kutazama digrii, kwa sababu leo hii kuna watu wengi tu wajinga kama mimi hapa wana digrii. Kwa hiyo njia nyepesi ya kuweza kujua huyu ni msomi au sio msomi, sisi kuna kitu tunasema tazama academic background, historical academic background. Umenipata? Ngoja nikupe mfano sawa. Tuanze kumtazama mwalimu Nyerere. Wakati wa mwalimu Nyerere, sawa, elimu ilikuwa imegawanywa kwenye makundi makubwa manne. Kwanza kulikuwa na elimu msingi kulikuwa na middle school, sekondari, alafu nenda chuo kikuu. Kwa hiyo mwalimu Nyerere alisoma shule ya msingi, akaenda middle school, akaenda sekondari Tabora Boys, akafaulu akaenda Makerere University, akasoma digri yake ya kwanza, akapata scholarship, akaenda Uingereza, akasoma masters, akarudi. Mwalimu Nyerere alikuwa ni msomi, na ndio maana aliongoza Tanzania vizuri kwa ufanisi wa hali ya juu. Sasa njoo tumtazame mzee Mwinyi. Mzee Mwinyi alisoma shule ya msingi, akasoma middle school, mzee Mwinyi akusoma hata sekondari Baadaye hapo akaenda akasoma cheti cha ualimu chuo cha ualimu Zanzibar. Alivyopata cheti akarudi akaanza kufundisha shule ya msingi aliosoma shule ya msingi ambayo yeye alisoma shule ya msingi. Baadaye mzee Mwinyi akajiendeleza akasoma diploma ya ualimu. Umenipata? Kwa hiyo mpaka mzee Mwinyi anakuja kuwa rais alikuwa na diploma ya ualimu. Kwa hiyo mzee Mwinyi huwezi kusema msomi, mzee Mwinyi hakuwa msomi, na ndio maana mzee Mwinyi nchi ilimshinda. Kuna wakati mwalimu Nyerere alikuwa anaingilia kati, jamani, tumsaidie mzee Mwinyi, nchi tamshinda huyu, tumsaidie. Ebu vuta picha mzee Mwinyi ameingiza Tanzania katika mfumo wa uchumi wa soko huria, free market economy. Mzee Mwinyi anaulizwa, what is free market? hatoi maelezo ya kutosha. Mzee Mwinyi, what is free market? hatoi maelezo ya kutosha. Ebu vuta picha mzee Mwinyi kaingiza Tanzania katika mfumo wa uchumi wa soko huria, free market economy, competitive economy, mfumo wa ushindani. Wakati huo Tanzania uwezo wa kushindana haina, sifa za kushindana haina Eh, ndio mwana viwanda viwa vyetu vikaanza kufa ye mwenye akaanza kukopa hebu vuta picha tangu mwaka themanini tano mzee Mwinyi amefanya makosa mpaka leo hii Tanzania inateseka, Tanzania inalia kwa sababu ya kosa hili alilofanya mzee Mwinyi mwaka themanini tano, amenipata ya kuiingiza Tanzania kwenye mfumo wa free market akasoma makelele, baadaye akapata scholarship, akaenda Colombia Marekani, akamaliza, akarudi hapa. Mkapa alikuwa msomi. Mkapa aliongoza nchi vizuri, sawa, licha ya kwamba alifeli na sera zake za ubinafsishaji na nini, lakini aliende, aliongoza nchi vizuri. Ndio tumtazame sasa Kikwete. Kikwete na yeye sawa, amesoma primary, amesoma shule ya msingi, akasoma middle school, alivyomaliza akaenda akasoma sekondari, kafaulu vizuri sekondari, akaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, kaenda pale kasoma digri yake ya uchumi, kafaulu vizuri. Mzee Kikwete akapewa nchi akawa rais. Kikwete alikuwa msomi, lakini nchi ilimshinda. Ilimshinda kwa nini? Kwa sababu ya kundi lake la CCM mtandao. Eh, kundi la CCM mtandao wengi walikuwa mafisadi, matapeli. Kwa hiyo Kikwete nchi kamshinda kwa sababu ya kundi lake, amenipata? Na nchi ilimshinda kwa sababu Kikwete na kundi lake la CCM mtandao walitumia hela nyingi sana. Kwa hiyo walitumia hela nyingi sana, kwa ndio maana Kikwete nchi kafanya nini? Kamshinda. Uh, tuende moja kwa moja sasa tumtazame Samia. Umenipata, Samia akaanza shule ya msingi mwaka elfu moja mia tisa na sitini na sita kamaliza mwaka sabini na mbili Maana yake amesoma darasa la kwanza mpaka la saba. Mwaka sabini na tatu Samia ameanza sekondari mpaka sabini na sita Maana yake amesoma sekondari miaka minne, kuanzia mwaka sabini na sita Alivyomaliza sekondari Samia kafeli. Alivyofeli Samia kakaa nyumbani, kakaa nyumbani kuanzia mwaka sabini na sita mpaka mwaka themanini na tatu ndio Samia anaenda kusoma satifiketi ya takwimu chuo cha chuo kikuu Zanzibar baada ya kupata certificate ya kupata ya takwimu ndio Samia kaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kuanzia semana tatu Samia anafanya kazi mpaka semana sita. Semana sita ndio Samia kaenda kusoma diploma pale IDM, chuo cha Mzumbe pale. Ndio kaenda kusoma diploma ya masuala ya utawala. Kuanzia semana sita tena Samia akaanza kufanya kazi, kaangaika na kazi kuanzia semana sita mpaka 94, miaka nane Samia yuko kazini tu, anaangaika tu. 94 ndio kapata scholarship ya Kimchongo. Kaenda kusoma postgraduate diploma, diploma ya ya sawa Manchester. Menipata, ndio Samia anapata post graduate. Samia hajawahi kupata degree. Aliyopata post graduate tena, kaka kateseka. Mwishoni wasifu wake unakuja kuona eti Samia anapata masters, eh, wanasema eh? shahada ya uzamili kwenye masuala ya community development, Open University. Ndugu wa Tanzania, huyu sio msomi. Narudia tena wa Tanzania, mtu mwenye academic background kama ya Samia sio msomi. Ni wajanja wajanja kwenye elimu. Sio msomi Samia. Umenipata Mtanzania. Na ndio maana sasa utaniuliza imekwaje kapata PhD? Samia Suluhu Hassan PhD kapewa na Kikwete. Mimi si najiuliza kwa nini Kikwete ana matatizo gani wewe mzee? Yaani Kikwete kama mlikuwa mjui Kikwete ndio mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Yeye ndio kansela. Na makansela ndio ambao wanatunuku watu vyeti. Kwa hiyo Kikwete katumia madaraka yake vibaya. Kampa Samia PhD. Eti honorary degree PhD ya heshima. Ukiuliza kwa nini? Anasema eti oh, Hebu vuta picha, Magufuli kafa 2021, sawa. Samia akapewa PhD 2022 mwezi Novemba pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ukiuliza kivipi, wanasema eti ametoa mchango mkubwa kwenye, ametoa mchango mkubwa kwenye elimu na masuala ya haki za binadamu na demokrasia. Mimi niwaulize, ndugu zangu. Samia ametoa mchango gani kwenye elimu? Upi mpaka apewe PhD upi? Aya, kama ni demokrasia. Samia ame, amekuza demokrasia kivipi? Samia amekuza demokrasia kivipi mpaka umpe PhD? Samia kaiba kula hapa. Samia ameiba kula, mnampaje PhD? Kwa sababu amekuza demokrasia kivipi? Hata kama ni haki za binadamu, kivipi? Hana sifa za kuitwa daktari Samia. Mmenipata wa Tanzania. Labda ngoja niwape mfano mwingine sawa? Elimu yetu imevuruga leo kwa kiwango ambacho, sawa. Vuta picha, kuna mtu ana faili form 4. Aki faili form 4, anaenda pale Ombolo pale, anaenda anasoma cheti. Anasoma sio cheti cha local government, baadaye pale pale Ombolo anasoma tena diploma. Akitoka hapo, wanampa sio kazi maalum, wanateka teka watu, alafu wanampa ukuu wa wilaya. Hebu vuta picha, mtu mwenye diploma ambaye alifaili form 4 akasoma cheti, anapewa ukuu wa wilaya. Anakaa kwenye ukuu wa wilaya kama miaka miwili, anaenda kusoma open university degree. Anikulize, mtu kama huyo utamwita msomi? Mtu kama huyo tamwita msomi? Msomi. Huyo sio msomi. kaeaao Jambo jingine, kuna mtu pale pale form 4, kuna mtu anapata division 1 anaenda form 5 na form 6 ana fail. Serikali inamrudisha tena asome diploma. Nikuulize, hiyo ni sawa? Hiyo sio sawa. Mtu ambaye kapata form 4 kapata division 1 hata kama atafeli form 6 kwa nini unamrudisha, unamrudisha tena akasome diploma, na wakati hapa hapa form 4 kuna watu wamepata 3, umewapangia wakasome diploma kivipi? Elimu yetu imekuwa sub standard, na kuna watu wako pale wizara ya elimu zaidi ya miaka ishirini wanashangaa, mpaka unajiuliza watu vipi, watanzania tuna shida gani sisi? Elimu yetu ni sabu standardi. Baraza la, la, la, la, baraza la mitihani angalie ni upya, wizara ya elimu angalie ni upya, elimu yetu imevurugwa. Sina uhakika kama mmeendelea wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nitimisha kwa kusema Samia Suluhasani sio msomi. Kwa hiyo wale ambao wana Dr. Samia hapana, PhD hapana, sio rahisi kiasi hicho. Mmenipata ndugu zangu. Kwa hiyo Samia Suluhasani sio msomi na Samia Suluhasani hastahili kuitwa PhD, hastahili kuitwa daktari. Hastahili. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Tuonane kesho.